Elizabeth aliniuliza swali hapa, anasema samani, dokta ni namna gani nzuri ya kulala baada ya kujifungua kwa operation, yani kama umejifungua by C section au kwa upasuaji, mama unatakiwa uweze kulalaje? Kwanza kiutaratibu ni kwamba ukishakuwa umefanyiwa upasuaji ni kama vile vile ulivyokuwa umelala kule kwenye chumba cha upasuaji. Mara nyingi utatolewa pale theater na utapelekwa ile sehemu ambako akina mama wamekusha kujifungua kwa upasuaji ukiwa kwenye kitanda, na hutaruhusiwa kuweza kuinua kichwa au kuinuka, na kuna namna fulani utabadilishwa kwenye vile vitanda mpaka utakuwa umelala. Sasa, njia ya kwanza kabisa mama ambaye amefanyiwa upasuaji mara nyingi utakuwa uweze kulala flat, lakini ulalie mgongo. Hiyo itakusaidia kwanza kuondokana na kile kichwa ambacho kinasababishwa na ile dawa ya usingizi. Mara nyingi dawa za usingizi ambazo zinatumika kwenye upasuaji ambao hauna shida yoyote ni ile ambayo unachomwa mgongoni na inakuwa tu unakuwa haupotezi fahamu, unakuwa uko vizuri, kunakuwa hamna shida. Kwa hiyo unaweza kuwa huko unalala flat. Kwa hiyo muda mfupi unapotoka kwenye upasuaji utakuwa uweze kulala flat. Na utatakiwa ulale hivyo kwa namna ambayo kama hii hapa. Mama unatakiwa ulale hivi mara baada ya kufanyiwa upasuaji kutoka ule theater unalala hivi kwa utalala hivi. Eh, of course unaweza kugeuza kichwa lakini, mara nyingi watu wanapenda mtu aweze kulala namna hii kwa utulivu mkubwa kabisa, na unatakiwa ukae hivi, kwa masaa matatu, manne, matano mpaka sita kutegemeana, lakini mara nyingi ni masaa sita. Unaweza kuwa umetulia namna hii. Sasa mara nyingi inategemeana ida usingizi na hizi kaisha kwa muda ambao wanatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, wengine masaa matatu, japokuwa dawa yenyewe kabisa inaweza kwisha ndani ya lisali moja masaa mawili. Sasa mara nyingi watu wanasema mama hawezi kukaa masaa matatu, manne, mpaka tano, na mara nyingi sisi tunasema kwamba mama hawezi kufanya mazoezi au aanze kuamka kitandani baada ya masaa sita mpaka nane. Kwa hiyo unatakiwa wewe umelala flat. Sasa kwa mama ambaye amejifungua kwa upasuaji, manake, ukiwa umeshatoka kwenye upasuaji utakuwa hospitali kwa hiyo manesi wao ndio watakuwa wanakupa ushauri kulingana na dawa ambayo imewekwa na upasuaji ambao umeweza kufanywa ambao ni wa upasuaji. Lakini kikawaida ni masaa sita mpaka nane utakuwa ulale hivi. Baada ya hapo ataanza kukuambia labda uinue miguu eh, uinue miguu eh, unaweza kuanza kuinua miguu pale, kufanya mazoezi kidogo kidogo, lakini kuweza kugeuka na nini. Baadaye utakuja uinuke na kuanza kufanya mazoezi taratibu, kulingana na maelekezo ya mtaalamu wako wa afya. Sasa kama umejifungua kwa upasuaji, mara nyingi tunajua kwamba unaweza kuwa na kidonda, unaweza kuwa na kidonda cha chini ambacho wengi wanapendelea, lakini au ile ya mshono hapa, kama umefanywa labda dharura au kama ulishaifanywa upasuaji wa namna hiyo. Sasa hii mishono mara nyingi huwa inakuwa na maumivu. Sasa nafikiri swala la Eliza limestiki hapa kwamba mama anatakiwa alalaje baada ya upasuaji. Kwa hiyo ukishachana ile flat, umeshaanza kufanya mazoezi, mara nyingi unaweza kulala tu hivi flat, kwa maana kwamba kulala chali kama hivi au ukawa unalalia upande eh, unaweza kutumia upande wa kulia au ukatumia upande wa kushoto. Sasa sisi mara nyingi tunapendelea sana sana uweze kulalia upande wa kushoto, japo inategemeana, mara nyingi huwa inategemeana. Sasa kwa sababu utakuwa unanyonyesha mtoto wako, kulala kwa upande ndo njia nzuri, kwa sababu kwanza utakuwa unaweka titi, utamshika mtoto wako na kuweza kumnyonyesha vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo kulala kwa upande ni rahisi japo unaweza kulala chali na kama na matiti yako vizuri ukamnyonyesha mtoto hata kama umelala chali, mtoto anaweza kapanda hapa juu akanyonya vizuri kabisa. Kuna namna ambayo unatakiwa uweze kumshika, na njia nyingine kabisa ambayo akina mama wengi wao wanapendelea ni ile ambayo mama unakuwa haujalala chali, kwa sababu eh, ukilala chali, wakati mwingine inaweza kawa changamoto. Kuna namna mama anaweza kalala, eh, kuna vitanda ambavyo ni special, unaweza kalala kama hivi. kwa mfano ukilala kama hivi kama hivi ninavyoonyesha. Kwa mtu anaweza kalala hivi afu akashika mtoto wake akawa anamnyonyesha hapa akiwa amelala hivi. Mara nyingi tunaangalia comfortability ya kidonda. Sasa mama, hutakiwi kabisa kuweza kulalia tumbo. Kwanza haiwezekani. Kwa sababu mtu ambaye, mfano mfano, mimi nikisema nilalie tumbo kama hivi, Alafu nina kidonda nikilala hivi, mara nyingi naweza nikaweka stress kwenye kwenye kidonda na nitakuwa napata maumivu. Kwa hiyo hatushauri kabisa mama ambaye umejifungua kwa upasuaji eti ulale chali kama hivi. Kwanza haiwezekani. Labda utakuja kulala kipindi ambacho kidonda chako kimepona vizuri yani uko vizuri kabisa, ee, mara nyingi naweza kawa wiki mbili toka uweze kujifungua kwa upasuaji mpaka wiki tatu na kuendelea kulingana na unavyokuwa kidonda chako kimepona, lakini mara nyingi, watu wengi unakuta baada ya wiki moja anakuwa ashapona kidonda kimefunga vizuri hapa nje na tayari hapati yale maumivu wala hapati ile discomfortability. Lakini njia nzuri kabisa, unaweza kulala chali au kulala ubavu, na wengi wanapendelea ubavu. Kwa hiyo unaweza kutumia ubavu wa kushoto au wa kulia, inasaidia wakati wa kunyonyesha, lakini vile vile inasaidia wakati wa shughuli zako nyingine ambazo unaweza kuwa unazifanya. Na mara nyingi hapa tendo la ndoa linakuwa bado halijaanza kwa hiyo kama umetoka kujifungua kwa upasuaji umesharuhusiwa hospitali kidonda chako bado hakijapona vizuri unaweza kutumia ubavu wa kushoto au kulia ni rahisi wakati wa kunyonyesha au kutumia upande kulalia mgongo na kulalia tumbo si salama na kwanza hauwezi kuweza kulalia tumbo lakini vile vile hatushauri mama ambaye umeshafanywa upasuaji ukaanza tu kuinuka haraka ukianza kuinuka mara nyingi wataalamu wa usingizi watakwambia manesi watakwambia kuinua kichwa haraka sio vizuri au mapema mara baada ya umesha, upasuaji labda ndani ya masaa mawili umeshafanyia upasuaji ukaanza kuinua kichwa sio salama kwa sababu utapata changamoto ya kile kichwa kutokana na zile dawa za usingizi ambayo tunaita postdura puncture headache ambayo hii mtu anapata maumivu makali anaweza kawa anaambatana na kizunguzungu na anaweza kawa kichwa kinauma kwa mbele au nyuma anaweza kupata kizunguzungu unaweza kawa ukimulika na mwanga una, unaona kwamba haupendi kumulika na mwanga na dalili nyingine nyingi sana, shingo inakaza, maumivu ambayo ni makali sana. Sasa haya, mara nyingi kuna ushauri wake ambao huwa tunatoa mara nyingi. Unaweza kushauri unywe maji ya kutosha, lakini vilevile unaweza kupata vyakula ambavyo au vinywaji vyenye kafeini, na hii ni mbaya sana ukikupata, kwa sababu inakuwa na maumivu makali, kitu ambacho kinaweza kapelekea hata kunyonyesha mtoto wako kwa unyonyeshi vizuri. Kwa hiyo ni vema kuweza kusikiliza sasa wale wataalamu, na kama unakuwa kitu hujakielewa basi waulize, na mara nyingi watakuelekeza hii kule kule kwenye chumba cha upasuaji kabla hujatoka nje. Kwa ni vema kuweza kufuatilia na ni vizuri sana itakusaidia kwenye afya yako. Mara nyingi wakina mama wengine wanakutana na mwelekezo, anakuwa anapata changamoto ya kuweza kuelewa. Sasa, kama mtakuwa na swali kuhusiana na namna ya kulala au kuna sehemu hujaielewa, basi unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Lakini, wengine inawezekana unajiuliza maswali kwamba ni wakati gani wa kuweza kuoga kama umejifungua kwa upasuaji? Ikitokea umejifungua kwa upasuaji, inategemeana na kuweza kuoga, unaweza kuoga siku ile ya pili yake, yani ndani yale masaa 24 japo kuna vitu ambavyo unatakiwa uweze kutumia ili uweze kuoga, kwa sababu kidonda hakitaki kuweza kuloa na maji. Sasa kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, unaweza kuklik suggestion video hapo ukasikiliza namna ipi au vifaa vipi uweze kutumia na uweze kuoga. Hii ni nzuri sana kwa mazingira ambayo kuna joto kali, wakati mwingine unakuta unaweza kuogeshwa pale pale hospitali, kutegemeana na hospitali ambayo unaenda. Kama ni private, ukaogeshwa, wakakuvalisha baadhi ya vifaa ambao vinapatikana kwenye hiyo video. Nimevielezea na ukajifunza namna ipi ya kuweza kuwahi kuoga, sio hilo unasubiri mpaka wiki nzima, unajifuta futa, na mwisho wa siku uko mazingira ambako jasho jingi hauogi, unaishia tu kunawa, kitu ambacho watu wengine wanakuwa uncomfortable. Kwa hiyo ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.